Taarifa nilopokea hapa na inaonyesha pia hata uhalisi wa maandalizi ni mzuri. <coughs> Maandalizi haya najua ya kuanza leo toka tulipoomba mkoa wa Mbeya kufanya maandalizi na ukakubali ombi hili, maandalizi yamekuwa yakiendelea. Nataka nianze kwa kumshukuru mkuu wa mkoa wa Mbeya ushiriki moja kwa moja kwenye maandalizi. Leo tunapokuja kuunganisha nguvu kukamilisha maandalizi, tayari mkoa wa Mbeya ulishafanya kazi kubwa, ongera sana. Lakini vile vile nishukuru wizara zetu zote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar kwa ushiriki wa pamoja kwa kuhakikisha kwamba sherehe hii ya kitaifa inafana na inafanikiwa kwa kiwango cha juu. Ndugu wajumbe wa kamati ya maandalizi, nitamke tu kwamba nimeridhishwa na maandalizi sherehe, na sasa kwa kuwa naona bado kazi zinaendelea, nisichukue muda mrefu, mwendelee na majukumu yaliyobaki. Fikia jioni, naamini kila kitu takuwa kiko imara na wala sipashi kuja, waziri wote wako hapa kutoka mate zote hizo, lakini pia makatibu wakuu, wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, wajumbe wa kamati ya maandalizi na sherehe kwa ujumla, najua hmm, mambo kesho atakuwa mazuri.